Iangazia mzozo wa Urusi na Ukraini. Tunafahamishwa kwamba Ukraini iliilenga Urusi kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwa siku mbili mfululizo, Wizara ya Ulinzi ya Urusi na meya wa Moscow walisema Jumanne. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema katika taarifa yake, vitengo vyake vya ulinzi wa anga viliharibu ndege 17 za Ukraini usiku kucha, ikiwa ni pamoja na moja iliyokuwa ikielekea Moscow na 13 katika eneo la Kaluga ambalo linapakana na mkoa wa kaskazini mashariki mwake. Meya wa Moscow Sergei Sobianini alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba huduma za dharura zilitumwa kwenye eneo ambapo ndege isiyo na rubani iliyokuwa ikielekea Moscow ilianguka.